Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza JavaScript. Na video hii leo tutakwenda kumalizia ile method ya pili ambayo tulitaka kuweza kuikamilisha kwenye video iliyopita, lakini tuliweza kuachana nayo. Tulimaliza ile ya kwanza ambayo ni query selector, na nikakwambia kuwa leo tutakuja kuendelea na ile nyingine ambayo ni query selector all. Natumai kila mmoja wetu anafahamu vizuri query selector inapofanya kazi, na tutaenda kuona tofauti baina ya hii query selector ya kawaida na query selector all ambayo leo tutajifunza. So bila ya kuweza kuchukua muda mrefu, twende moja kwa moja na tuweze kuona query selector all inavyofanya kazi. Kwanza fahamu, hii query selector all inachagua elements zote zinazolingana na ile selector utakayoiandika kwenye yale mabano kwenye hii method yetu ya query selector all. lakini vile vile huwa inarudisha node list, sio array list halisi lakini ina support mfano method ile ambayo tunaitumia katika array ya for each. Ina support katika hii node list. Kule katika get element by tag, get element by class name, ilikuwa ikirudisha mfumo kama wa array lakini sio exactly array, ni html collection tunaita huku, ni hivyo hivyo isipokuwa mwanzoni huko video zilizopita, hai support for each. So not list pia fahamu ni static, haibadiliki ukibadilisha dom, tofauti na HTML collection, ambayo ilikuwa ikibadilika. Kwa hiyo hapa nipo na HTML document yangu, nipo na paragraph tatu ndani ya ya div ambao, div yangu, nimeipa id ya container. kuna class name ambazo zinafanana mbili kati ya paragraph ya kwanza na ya pili na hii ya tatu tumeweka id, so let's say tukatumie sasa hii query selector all, mimi nahitaji niweze kuona paragraph zote ambazo zimebeba class name hii ya desk. Tulipotumia query selector as a query selector kwenye video iliyopita, tuliona just inarudisha tu ile ya kwanza ambayo inafanana na selector utakaoiandika kwenye ile method ya query selector. Lakini hii inarudisha list nzima, kwa kutumia hii method ya for each inatusaidia kuweza kufanya iteration na kutoa zote zile ambazo zitakuwa zina class sawa, mfano. Naongea nini? Wacha niweze kukuonyesha. Tuanze na kudeclare Variable yetu ya parents sawasawa, document dot query selector all, then hapa tunapitisha sasa selector yetu ambayo tunahitaji kufanya nayo kazi, ambayo ni class name. So tutaandika tu hapa tutaanza na dot. Natumai unakumbuka niliongelea kitu hiki. Kama unahitaji kuweza kufanya kazi na class, basi andika dot, anza na hiyo. Kama unahitaji kufanya kazi na id basi andika hash so dot jina la klasi yetu ambayo ni desk then baada ya hapo wacha tuweze ku display out elementi zote zenye class name ya desk ambazo zinapatikana katika page yetu hii ya index.html document yetu so para kuweza ku display zote kwa sababu zinakuwa kama ni katika listi kwa hiyo hatuwezi kutumia query selector ile ya kawaida tunatumia hii query selector all ambayo inaenda kuvuta zote na tunatumia method ya for each kuweza kufanya iteration na kuzitoa zote. So, dot for each, methodi hii tuliweza kujifunza tulipokuwa tunajifunza array. Na ndio maana nilisisitiza watu waweze kutazama video zile, kwa sababu hivyo vitu vidogo vidogo ndivyo ambavyo tunavitumia kupata kitu kikubwa. So, console .log. Then, p .text content sababu so, mimi nahitaji content zilizopo katika hizo element ambazo zitakuwa na class hii ya desk, kama unavyoona katika browser yetu huku kwenye console imetoka paragraph ya kwanza na paragraph ya pili. Ndizo kumbe ambazo zina hii class ya desk. Kiangalia katika HTML document zetu ni kweli ni hizi, ukisema ni copy hapa na kupaste still zitatoka huku katika console yetu, kama unavyoona hapa zimetoka, lakini kwa vile zimejirudia ndio maana zikaitwa zikaekwa hapa. Kuna mbili zinafata chini Let's say, kwa mfano, acha tuweke hii ni tatu, tatu. Oh. Yeah. Hapa inaonyesha hapa kuna mbili ambazo zinafuata, tukiongeza nyingine control c control v, unaona inaonyesha kuna nne ambazo zinafuata, zinafuata. Kwenye console inakuwa inatutolea kama hivi kutuonyesha idadi instead ya kuweza kuzitoa zote tukaziona hapa, lakini hapo inaonyesha tayari tumeweza kuzipata zote ambazo zina hii ya hii class ya desk. Kwa hiyo hii ndio query selector all. Natumai unaona tofauti iliyopo baina ya ile ya kawaida tuliyojifunza katika video iliyopita na hii ambayo inachukua zote zilizo katika hii class ya desk. Mfano zaidi ya query selector all. Kwanza fahamu unaweza kutumia query selector all kuchagua mfano list ya items zako zote ndani ya mfano unordered list ama ordered list ukaweza kuzipata zote unaweza okay, kuzifanyia kila ambacho unahitaji kufanya katika JavaScript yako, lakini pia unaweza kuchagua element zenye class fulani tu, mfano button ambazo zitakuwa na class ya btn, lakini pia zitakuwa na hizo button zenyewe, baada ya kuzifikia zitakuwa na color style ya blue, unaweza kufanya utakuja kuoneshana huko mbeleni. Pia unaweza kuchagua kuselect element kwa selector ambazo ukachanganyisha kama tulivyoona katika ile query selector ya kawaida, video iliyopita tuliweza kufanya kitu hicho, hata katika hii query selector all una uwezo wa kufanya hivyo. Natumai utakuwa umeelewa na umeifahamu vizuri hii query selector all. Sasa nataka uzijue CSS selectors unazoweza kuzitumia ndani ya query selector. Hizi method tulizojifunza video iliyopita na hii ya leo. Kwanza kabisa, selector kwanza, unaweza aa kutumia ID name ambao unaanza na hash, lakini vile vile unaweza kutumia class name ambao unaanza na dot huko katika JavaScript yako unapoandika. Lakini pia unaweza kutumia tag name, unaweza kutumia div then ukaweka element yako pale kama kwa tag name, ama kwa class name ukaendelea, chagua mfano una, una, kama hii mfano wake unasema chagua paragraph ambazo ni child wa moja kwa moja wa div kwa hiyo itaenda kuchukua paragraph ambayo ni child wa div. Kama kuna paragraph ambazo sio child wa div, sizoweza ku display. Pia unaweza kuweka mfano div p bila kuweka hii alama greater than, ukaona hapo, ina ni kama inasema kuachagua paragraph zote ndani ya div. Lakini pia unaweza kuchagua class zote mbili lazima ziwepo, mfano btn, kama hapa, dot btn, dot primary, kwa umeweka class mbili lazima hiyo element iweze kufikia hiyo ambayo umeweka. lazima iwe na a uh, button ambayo ni class class yake iwe inaitwa btn lakini pia licha kuwa hivyo iwe na mfano .primary. Kama unatumia bootstrap unazitambua hizi, unaweza kufanya hivyo. So tutakuja kuzitumia hizi na kuziona kiundani ilewe ambavyo tunaweza kufanya nazo kazi katika project mbalimbali mbali ambazo tutakuja kuzifanya. Lakini kabla ya kuweza kutamatisha, tuangalie tofauti kati ya HTML collection na node list. HTML collection imetoka kule. NodeList ndio hii ambayo tumeipata katika query selector all. Kwanza kabisa fahamu HTML collection ni zile get element by lakini NodeList ni query selector all. Lakini HTML collection pia fahamu inakuwa inabadilika ukiupdate ile DOM yako lakini katika NodeList haibadiliki, inakuwa static. Na kwa upande wa for each inatumika katika NodeList lakini katika hii HTML collection haitumiki, haifanyi kazi. Kama unahitaji kuitumia labda uweze kuconvert una uwezo wa kufanya hivyo. Ina vitu viwili ambavyo kuviona kwa method. Na mimi sina la ziada leo. Una swali lolote unaweza ukaniuliza una sehemu hujaelewa, basi unaweza ukanambia. Pia katika sehemu ya comment, una cha kuchangia tuweze kufaidika sote na kujifunza zaidi. Kama unafahamu issue hizi ambazo tumezipitia, pia share na sisi katika sehemu ya comment, ili basi tuweze kujifunza kwa pamoja. Tukutane wakati mwingine tutakapokuja basi kujifunza, muendelezwa hapa ambapo tumeishia, tutakuja kuingia katika kipengele kingine. Na bonus ya leo kwa wote ambao mmefika hadi mwisho wa video hii, fikiria DOM ni kama mti au tunasema familia DOM tree. Kwa get element by id ni kama kusema niletee mtu kwenye kitambulisho maalum. Get element by class ni kama kusema niletee watu wote wanaovaa nguo ya rangi fulani. QuerySelector ni sawa na kusema niletee mtu wa kwanza anayetimiza vigezo vya CSS nilivyosema lakini query selector all ni sawa na kusema niletee watu wote wanaokidhi masharti hayo. So, kwa nini query selector ni njia bora zaidi kwa wataalamu wa kisasa? Kwa sababu inatumia CSS selectors ambayo ina nguvu zaidi. Wataalamu wa kisasa tunaongelea hapa ni nani? Mimi na wewe, ambao kwa sasa ndo tunajifunza na tunakwenda kutengeneza project mbalimbali, lakini pia rahisi kusoma na kuandika kodi zake query selector Ufanisi mkubwa wa kuweza kuchagua element maalum, tumeliona hilo, na inaendana na framework nyingi, React View Angular, ambazo zinatumia sasa mantiki hiyo hiyo ya CSS selectors. Utakapoingia katika kujifunza hizi framework, utakuja kuona kitu hiki hili selector, the way ambavyo inaleta effect hadi katika hizo framework za JavaScript. So wacha tuishie hapa, tusifanye video hii kaendelea kuwa refu zaidi. Tukutane wakati mwingine, asante sana.